Watazamaji katika chaneli pendwa hii ya Safari ya Afya, leo tutazungumzia kuhusu mboga za majani pamoja na afya yake kwa ujumla. Mboga za majani kiafya ni chanzo kizuri sana cha virutubisho muhimu kwa afya ya mwili. Kwanza zina vitamini nyingi kama A, C na K pamoja na madini kama chuma na calcium ambazo husaidia kuimarisha mifupa, macho na damu. Pia zina antioxidant ambazo hupambana na sumu hupa mwilini na, na hivyo kusaidia kinga dhidi ya magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu na hata pia saratani. Mboga hizi pia zina nyuzinyuzi ama fibers zinazosaidia mmeng'enyo mzuri wa chakula, hivyo hupunguza choo kigumu na kuzuia tumbo kujaa gesi. Pia zina kiwango kidogo cha mafuta na kalori, hivyo ni nzuri sana kwa wanaotaka kupunguza uzito au kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Faida nyingine ni kuwa ni asili ama organic, hazina kemikali nyingi na hivyo hupatikana kwa urahisi sana hususa mashambani ama polini kwa gharama ndogo. Pia kwa ujumla, mboga za kiafya ni chakula bora kwa afya ya kimwili, ngozi, hata nywele zako. Je, wewe umejiwekea ratiba nzuri ya matumizi ya mboga mboga mara kwa mara? Hizi husaidia sana kwenye mchakato mzima wa kiafya. Weka ratiba yako vyema, hakikisha unakunazitumia mara kwa mara, ili uweze kujenga afya yako, kuifanya afya iwe imara wakati wote.